Kwa hiyo sasa tumeonekana ni kama yani ni jambo la kwenda kutalii. Ni kama jambo la kwenda kutalii, kutalii kwa miaka hii halipatikani. Bwana asifiwe. Ni Bwana asifiwe. Amesema kuhusu Bwana. Tunashukuru kwa maombi, kwa maana Mungu anapomuumba mwanadamu anamtoa kwa sura ile, anaona kwamba inampendeza Mungu. Tunakuja na mapambo yote. Ukiangalia kucha zako hapo ameweka karangi kakwake, kangozi na karangi kakwake huku, karangi kakwake midomo hapa karangi kakwake. Haya, ameweka hapa kapambo kakwake hapa ameweka kapambo kakwake hapa ameweka kapambo kakwake, kasura ameweka kapambo kakwake. Bwana asifiwe. ya ninapokuja na kuja umekamilika. Bwana asifiwe. Sasa na wengine wanashangaa imekuweje, lakini tunapata tabu Bwana ninyi waisewe si mnasikia? Uenda alipokuwa anasema mmefanya kama ni fundi yalipokuwa anasema hapa mkalifanya kana kwamba ni fundi. Ni maneno ya wazi, Bwana asifi. Ndio nawaambia siku zote unajitambua ni nani? Unasimama ni nani? Kwio na mwingine atakwenda kushangaa wewe Bwana asifiwe. Kwani nisipoteze muda sasa <clears throat>